Mamia na elfu ya watazamaji wajiunga nami ajili ya kufuata taarifa ya habari katika lugha bora tukufu na sanifu ya Kiswahili, habari zinazokujia moja kwa moja toka hapa mjini Goma mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Karibu kujumuika nami na kujipanga vilivyo. Habari zetu ni pamoja na gavementi, serikali ya Kinshasa na hiyo ya Uganda watarajia kusahini mikataba katika harakati za kuweza kumaliza ni kuwa ukosefu wa usalama kuna kuziwa Edward na kuweka mipaka ya maji, sababu moja kwa moja wavuvi wa yuko Uganda na ambao wa, wapatikana nchini Kongo DRC wamezozana na migogoro imekuwa ikisababisha vifo vya binadamu kuna kuziwa Edward, ni kufuatia tu uh, mipaka huko majini, lakini imesemeka kwamba serikali ya Kinshasa na ya Uganda watarajia kuweka mikakati na kusahini mikataba Itakuwa ni mnamo 24 ijayo kwa ajili ya kuleta suluhisho kwa shida hiyo ya mizozo. Mm, Mukanda Mbusa ni mzaliwa wa tarafa ya Ruchuru naye ameonekana kuaminia kuwa uh, mkataba huu utakuwa umepungua visa vya mauaji ambavyo vimeendelea kujiri kunako Ziwa Edward kutokana tu na migogoro kati ya serikali ya Uganda na hiyo ya Kongo kufuatia wavuvi ikiwa ni kikosi cha maji ambacho kimesumbua wavuvi wa samaki ambao wavua kuna kuziwa Edward nchini Kongo. Mmkanda Mbusa alieleza: kwanza tutajifelicite shie peke, ile ni takuwa cha kwanza kujifelicite shie peke, kuona kazi yenye tumefanya inazala matunda, kwa sababu kuko vitu fulani venye vilikuwa viendege kwenye ziwa Malake Edward. Uganda ilikuwa imetutesa sana

mbele waanze ile mapatrouille mixte waanze rudisha mipaka kwenye ilikuwa zamani, mipaka irudie zamani. munivou ya kera ivi, rivere shasha ilikuwa devie tangu zamani. tunataka tuone ile malimite kwanza ziko zirudishiwe, juu 7 kilometre ni mingi sana. Ni sauti yake MM Kanda Mbosa, mzaliwa wa tarafa ya Uchuru, akileta mtazamo wake baada ya kusikiliza kwamba serikali government ya Kongo na ya huku Uganda watakuwa wamesaini mikataba. Na hali ya ukosefu wa ajira ni changamoto kubwa huku wilayani Masisi, vijana wanakuwa ni wengi ambao wamejiorozesha katika makundi inayomiliki silaha kinyume na sheria, ni kutokana na ukosefu wa kazi. Hii ni chanjo kabisa ambacho kimesababisha kwamba juhudi za kulenga amani ikwame huko wilayani Masisi pa Bweremana kuelekea hata huko mbali Sake. Hivi wametarajia kwamba wazazi uzani ikuwa serikali ingeweza kuchangia katika juhudi za kupungua bila shaka na kuleta uzalishaji ambao ku, kusaidie kwamba kazi ionekane huko kampuni na viwanda kwa ajili ya kuweza kusaidia vijana hao ambao wamezagaa na ukosefu wa kazi ajira, na hao wamekuwa ni shida kwa jamii sana. Ni namna gani? Bon, insekirite inakuwa hapa. Inaletua tu na, na, na, na krizi ya wala kanini inaweza msaidia na kubakubwa bakubwa yetu ya, ya inchi na watusaidie basiie basi wetu misaada fasi, fasi ingine sio msaada tunalomba nalomba, hatuko na nguvu lakini ngizi ya kuorganize zile nguvu zetu hatuna. Inacheza sana kila siku kukufa. Bakubwa watusaidie kwa wajene na ni kutuingilia wajene kukufa kunakuwa basoda kwa iba mabisa munyu sana mandizi mambuzi za batu ngombe kukosewa tu kazi kazi ya kuna na kubomola nyumba za watu wakubwa, naomba watusaidie, watutetee sana kila jeno hapa Buremana aone gizi anaezipata kazi. Ni sauti za vijana wa huko maeneo za Masisi ambao wamekumbwa na changamoto ikiwa ni ya ukosefu wa ajira. Wanawake wa huko Buremana nao wameonekana kutohusishwa kiukweli kamwe hata katika shughuli za kuweza kuazimia sikukuu ulimwenguni ya wamama ambayo inasherekewa tarehe nane Machi kila mwaka. Huko maeneo za Buremani, wanawake ni wadogo ambao wamejihusisha na sherehe kama na hizo, na wameona kwao cha msingi ni kuingia katika kazi hizo ambazo zimewasaidia kwamba wapate e, chakula na kuweza kuishi kila leo. Hivi wamezungumza kwamba kwao hawajue uh, siku hiyo vizuri na wameonekana kutojihusisha kamwe na maadhimisho ya hiyo siku ya akina mama, ambayo ni ya haki ya wamama na wengi waelewe hata haki zao moja kwa moja. Ili umbo alikutana na akina mama ambao walikubali kuleta uh, mtazamo wao. Hivi nitakuwa nimekualika kujiunga na matamshi yao, wakati ambapo ili aliweza kuirekodi.

Imekuwa sasa vigumu huko maeneo za Beni wanawake, baada ya vita vya wenyewe kwa wenyewe na hivyo ambavyo vimeendeshwa na wagaidi wa ADF NALU, ni kwamba vita hivyo vimepelekea ya kwamba watu wasiendelee kupata na hicho ambacho wamehitaji, ikiwa ni zaidi sana maeneo hayo. Wamama wengi wameishi katika kazi zizo za kilimo, na sasa kilimo haiwezekani, imekuwa shida kutokana na hali ambayo imejiri huko sehemu za uh, Beni, jimboni Kivu ya Kaskazini. Kwa muda huo, ni kwamba hapa mjini Goma kuliweza kuendeshwa mkutano ambayo imehusu zaidi wale ambao ni wanaharakati katika sekta ya afya ya wale ambao wamekuwa wakiugua na afya ya kiakili. Hakuna mtu ambaye hawezi kuugua na ugonjwa wa kichaa ambao wanaguswa na ugonjwa huo hawapashe zarauliwa ama kuachiliwa kutupiliwa mbali katika jamii. Ni moja kati ya nukta iliyowekewa kipaumbele katika mafunzo ya wanaharakati ambao wamekuwa wakitetea na kuweza kuwahudumia watu kama na hao, kuwasapoti binadamu wanaougua na ugonjwa wa afya ya kichaa ama hiyo ya kiakili. Wameendelea kwa wengi ni kwamba wadadisi hao wametoka katika mitaa ya afya kumi na tano toka jimbo ya Kivu ya Kaskazini, watafunzwa jinsi ya kuweza kuwahudumia watu ambao wameugua na ugonjwa wa kichaa, ikiwa ni huo afya ya kiakili hapa jijini Goma jimboni Kivu ya Kaskazini. Na tukimaliza habari hizi, na ukurasa wa michezo ni kwamba katika michezo, mkufunzi wa Leopard atakuwa ametangaza daftari ya wachezaji watakaojiandaa ajili ya kuweza kushiriki duru ya maondoano ya michuano ya kuwania kombe ya mataifa Cameroon 2022. Christian Sengibiembe ametoa daftari ili Uh, kuandaa michuano dhidi ya Gabon tariki 25 na watacheza pia na Gambi, Gambia 29 Machi ijayo. Na daftari hiyo ni kwamba imekwisha kutangazwa Timothy Fayulu, Joel Kisumba, Augustin Kalambai si, Siadi Ngusia Luzolo, Sita Glundi Ngonda na Juma Shabani Samampeko, Chancel Mbemba, Marcel Tisera Luindama na Inonga Baka Meve Bope, Edu Kaembe, Fabrice Ngoma, Yannick Bongala, Mkoko Tunombe, Tresor Mputu, na Jibi Binda Ndanda, pamoja naye Jeremi Mumbere, pia Jose Mpoku, Dieumerci Mbokani, Jackson Muleka, Mishakilia na Jordan Botaka ni wachezaji ambao bila shaka wameonekana kwenye uh, daftari hiyo ambayo iliweza kutangazwa na Christian Sengibiembi. Kwa leo utaelewa kwamba DRC imepatikana si, kuna nafasi ya tatu na pointi sita, wakati ambapo Gabon imekuwa kwenye nafasi ya pili na pointi saba, Gambia imekuwa kwenye nafasi ya kwanza na pointi saba pia na nafasi ya mwisho yachukuliwa na inchi ya Angola na pointi moja. Ni mwisho wa habari zetu. Asante kwa uaminifu wako na kwaherini.